Utunzi wake huu kwa kutumia kalamu na namna kipaji chake cha uandishi melodi livyozitengeneza na kuleta mbele ya hadhira wimbo huu unaitwa Kiswahili. Kiswahili tukitukuze, Kiswahili tukieneze kila pahala. Kiswahili ndiyo lugha yetu ambayo kimsingi tunajinasibu nayo kila wakati ya kwamba hii ndiyo silaha ya mazungumzo ambayo inatuunganisha kama taifa lenye makabila kadha wa kadha, lakini tunazungumza lugha moja Kiswahili. Kiswahili ya Kiswahili, Kiswahili ambacho ni kitamu kweli kweli. Sasa idazizi aliandika wimbo huu maalum kabisa si kutoa hamasa ya kuzungumzwa lugha ya Kiswahili, lugha hii ya adhimu, lakini iwe sehemu ya chachu kubwa pia ya kukiendeleza uh, kwa wanafunzi watoto kujinasibu nacho ya kwamba Kiswahili chetu ni kitamu, hata sehemu ya lafudhi na matamshi tunayotamka, haijalishi unatokea wapi, lakini mwisho wa siku kama unazungumza Kiswahili Kiswahili ya macho. Maneno yake kila siku pia tunaendelea kuyapokea, uh, na kufahamu maana zake zaidi. Tupo kwenye wakati wa tochi na tochi hii leo. Uh, tunafahamu kwamba juma lililopita kulitokea tangazo la Kiswahili kurasimishwa kwenye vikao vya UNESCO na sasa kutumika kama lugha rasmi, huku serikali ya Tanzania pia ikinadi kujipanga kukuza Kiswahili kupitia tafiti uh, na vituo vya kufundishia pia Kiswahili ulimwenguni, teknolojia za kidijitali katika utoaji wa maswala ya elimu na maeneo mengine kadha wa kadha. Sasa kwenye tangazo hilo pia ambalo lilisomwa na mheshimiwa balozi Mwadini, balozi uh, wa Tanzania nchini Ufaransa. Hii ni, uh, ni uh, si tu sehemu muhimu ya maeneo ama eneo la kidi, uh, kidiplomasia bali hata katika kingo za utalii imeleta msisi mko mkubwa sana kwa wanazuoni Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tupate nafasi ya kusikia sehemu ya tangazo hili. Mheshimiwa Rais wa mkutano mkuu, kupitishwa kwa Kiswahili kuwa lugha rasmi ya mkutano mkuu wa UNESCO ni mafanikio makubwa, sio tu kwa Tanzania, bali pia kwa bara zima la Afrika na mamilioni ya wazungumzaji wa Kiswahili duniani kote. UNESCO imeandika sura mpya ya heshima kwa lugha za Kiafrika ikithibitisha kwamba Kiswahili ni chombo muhimu cha kuimarisha utambulisho, umoja na maendeleo endelevu miongoni mwa watu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaahidi kuendelea kushirikiana na UNESCO kukuza Kiswahili kupitia tafiti, vituo vya kufundishia Kiswahili ulimwenguni na teknolojia za kidijitali katika utoaji wa elimu. Tuna imani kuwa Kiswahili kitafika mbali katika safu mbalimbali za kimataifa na kitatua mchango mkubwa katika ujenzi wa amani, utengamano na ushirikiano na ustawi wa binadamu. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you very much for your attention. Shukran lakum li istima'ikum. Merci beaucoup. Asante, Excellency. Makofi mengi baada ya lugha ya Kiswahili kusikika kwenye mkutano ya, wa UNESCO ambapo kimsingi imeelezwa kwamba ni tangazo rasmi na mantiki halisi, pamoja na lugha nyingine. Kiswahili inaendelea kuchanja mbuga kweli kweli, lakini hapa kitivoni tunaye mtozi eh, Philip Mwihava, bila shaka ukipata nafasi, ukisikia Clouds FM unasikia dondoo za lugha ya Kiswahili na maneno yake, na Philip Mwihava yeye amejitanabaisha eh, hadharani mbele ya hadhira ya kwamba ameamua kukibeba Kiswahili kukipeleka kwa wasikilizaji, watazamaji pia, na hii ni sehemu ya chachu kubwa kama wanahabari kuweza kuchagua sehemu ambayo wewe ndio kichaka chako unapiga hapo hapo <laughs> Ula, agusi mtu tunaye hapa Philip Mihava, karibu. Naam. sana kitivoni. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kitivoni mm -hmm. Nasikia na makofi haya ni ya kwako, chochote jioni, chochote kipo, lakini baada ya jambo kuisha chochote kipo eh, kipo. eh, ba, eh, hii meza tumeiweka kwa ajili tu ya kuweka makaratasi, lakini meza ya kupata misosi eh, tutaipata hapo nje. Nashukuru karibu. Karibu sana karibu sana na ni mara ya kwanza mikakwenye sentu kabisi. Na ki, ki, kitifoni kama hivi mm -hmm. uh -huh. Na mimi nimefurahi sana nimefurajika mm -hmm. sana ku eh, kutana na wewe hapa mm -hmm. tunakutana kwenye korido kwenye na kwenye korido kwenye kazi, yeah. lakini hapa nikupe kupe mao yako mm -hmm. mimi ni kati ya vijana ambao wakati mm -hmm. niko zangu Tanga huko mm -hmm. eh, ukiachana na matangazo lakini weekend pale kuna kusikia pale uh, eh, pa breakfast on Saturday namsikiliza Mwihava pale kwenye sehemu ya uh, ya kutupa abc za Kiswahili mm. kwa hiyo hongera kwa kufanya kazi. Nashukuru sana. Hongera sana. Tuje kwenye sehemu ya uh, mada yetu mama, mm. kuitazama Kiswahili ambayo kimsingi, inaendelea Kiswahili inaendelea kukua kadri siku zinavyokwenda. Mm. Lakini kwako kama mwanahabari, kuna sehemu nyingi unaweza ukazifanyia kazi. Mm. Eh, habari za masuala ya uchumi, biashara, mm. ah. uh, ya michezo na eneo jingine. Kwa nini ulichagua Kiswahili kama sehemu ya kitu ambacho unatamani ukifanyie kazi zaidi kama mwanahabari mm. ah, kama mwanahabari nikisema kwa nini nimechagua, yaani mimi mm. kama ilitokea kulikuwa na nampa maua yake uh, Regina Mwalekwa alikuwa mm. anakifanya hiki Kiswahili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alivyoondoka akaja mtu mwingine akafanya lakini, baadaye sasa uongozi mm. eh, nakumbuka Shafi akanifuata Shafi Daud akasema bwana itabidi ufanye hivi. Mm. Ah, na nani na yule mzee? Afu yule mzee alikuwa anaona kama mgumu kuingilika hivi, mzee ni sigara nilikuwa namsoma. Eh, yaani naona ah, mzee huyu vipi? Kwa mara ya kwanza naenda Bakita pale Baraza la Kiswahili, mm, eh kuongea naye, kurekodi naye, kuna amwekea pale kitonge anaongea. Mimi sisemi kitu. Eh, na tofauti na hivi sasa ambapo watu wana skeli ile tunavozungumza, tunabishana na nini, wenyewe mnaita ah, jamaa wana chemistry na vitu kama hivyo. Tunavobishana ile baada ya mimi Mm. Ni kwa naona mzee fulani sana hivi mm, lakini ni mzee fresh anaingilika, anakufundisha vizuri lugha ya Kiswahili, hata nikiuliza hivi na hivyo, a, usifanye hivi na hivyo. Kwa hiyo yeye kuanzia pale ndio akanisababisha mimi kupenda zaidi kufanya Kiswahili, lugha Kiswahili ya Kiswahili katika baadhi ya maneno. mm -hmm. Sawa, tumepata taarifa hii ambayo kwa kweli mm. ni njema, lakini kwa mtazamo wako kama mwandishi mm. uh, wa habari ambaye ume, zaidi, zaidi pia kuweza kukipeleka Kiswahili chetu mbele na Kiswahili mm. kimekufanya pia uvuke mipaka ya nje ya taifa la Tanzania. Kabisa. Hatua ya UNESCO kurasimisha mm. lugha ya Kiswahili mm. kwenye matumizi ya mikutano mm. uh, yao. Hii inaweza ikaleta tija kwa namna gani kwa mustakabali wa taifa letu la Tanzania na lugha ya Kiswahili kwa ujumla? Ah, I say hiyo itakuwa ni nzuri sana hasa wanapotumia kama ulivyosema, kutumia lugha ya Kiswahili katika mikutano yao mm. kwanza itazidi kukiipaisha zaidi lugha ya Kiswahili, hata na wageni wengine kutoka nje mbona nazungumza, wanavutiwa wanavutiwa, watavutiwa, lugha ina gani? Imetoka wapi? na, na, na baadhi ya maneno ya lugha ya Kiswahili bwana, sikwambie, mtu ana raha yake. Kwa hiyo italeta mvuto, italeta watu kufuatilia zaidi, italeta hata watu kujua sawa, tumefanya tunakifahamu lugha ya Kiswahili, lakini tamaduni zao zikoje, vyakula vyao vya asili viko vipi? Wao si kukipenda lugha Kiswahili, lakini hata kutangaza vitu vingine na kuvipenda zaidi vitu vingine vya Kitanzania hapa na kama unavyojua lugha ya Kiswahili pamoja na fursa ya kuzungumza katika mkutano hiyo mm. E bwana sasa hivi imebidhaishwa okay. imebidhaishwa kwa namna gani? Kwa maana kwamba watu kuweza kuitumia lugha ya Kiswahili kama biashara mm. kwa sababu kama ulivyosema, nilibahatika kwenda Ujerumani mm. unakutana sawa kule na Wajerumani, raia wa kule mm. ukimsikiliza, mnaongea naye Kiswahili, Kiswahili chake unakisikia kama cha nchi jirani hivi hapa, eh unaona huu mm. mbona kanani kwa kumbe tayari wenzetu wao washaanza kuchangamkia kitambo. Kwa hiyo yeah. Sisi wa Tanzania, ndio maana tunasema lugha ya Kiswahili ibidhaishwe, kwa maana kwamba sisi wenyewe sasa kwenda kutoka kwenda kujifunza kwenda pale Bakita wakupe moja mbili tatu, wewe namna gani, ukaweza kutoka nje ya nchi na kuweza kwenda kufundisha lugha ya Kiswahili, kwa sababu mm. Kiswahili tukilala tukiamka tunakizungumza mm. tukishinda tunakizungumza na vitu kama hivyo mm. kwa hiyo na tija kubwa sana kutumika kwenye vikao vya baraza la usalama Umoja wa Mataifa kama hivyo na huko UNESCO ina tija kubwa sana kwa sisi Tanzania kuweza kufahamika zaidi lugha yetu tamaduni zetu na kila kitu vaji na vitu kama hivyo umezungumzia Kiswahili kukibidhaisha mm. wewe kama mwanahabari ambaye uh, umejiweka kwenye nafasi nzuri ya matumizi ya lugha ya Kiswahili mm. si tu kwenye kuzungumza lakini kuwaelimisha watu wengine mm. imekupa fursa kiasi gani pia ni uchumi. mm. imekupa fursa kiasi gani kwa kujiweka kwenye mm. eh, kundi la wanahabari ambao mm. wanatumia Kiswahili kwenye sehemu ya kuelimisha wengine mm. lakini kwenye kukibidhaisha pia, kwanza kukutambulika zaidi. kwa nashukuru, natambulika na baadhi ya watu, wanaponisikiaga hivi redioni kuzungumza, naonisigala mm. lakini kutambulika huko sasa kumevuka mipaka na mabalozi kutoka nchi mbalimbali wananialika katika shughuli zao mbalimbali, Uganda, mm. pale Burundi nishawai kufika, lakini nchi zingine za Ulaya huko. Kwa hiyo kimenipa nafasi tu mimi kama mwanahabari kuweza kutoka kwenda mataifa mbalimbali kutokana na kukifuatilia e, na kukijua vizuri lugha ya Kiswahili sasa. e, kwenye kiuchumi hapo, sasa bado sijaanza kuchangamkia kama hivyo kubidhaisha ah. kwenda kufundisha. Basi mimi nipo kama daraja sasa la kuwavutia Watanzania wengine ambao wanapenda sasa kwenda kufundisha mataifa mengine kwa lugha ya Kiswahili. mm. Tuonane ndio wape ABCD na kuunganisha na Baraza la Kiswahili hapa nchini Tanzania Bakiti ili waweze kujua sasa wanafanyaje katika kubidhaisha lugha ya Kiswahili na inaongezea uchumi kama ulivyosema, lakini kwa mimi bado. Kwa hivyo mimi nataka kutumika tu kama daraja mm -hmm. Sawa, so, mbali mm -hmm. na hayo Philip, uh, kwa sababu tayari tumekuwa sehemu mm -hmm. ya lugha ya Kiswahili kupenya kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo mm -hmm. uh, kutambulika rasmi kwenye mm -hmm. vikao vya uh, UNESCO Tanzania mm -hmm. na Afrika Mashariki mm -hmm. unadhani hatua gani za haraka zaidi mm -hmm. tunapaswa kuchukua kama taifa kuchangamkia fursa hii Mm, ambayo Kiswahili chetu kime kinaendelea kutambulika zaidi. Kwanza sisi wenyewe Tanzania kwanza kukipenda lugha yetu ya Kiswahili, yaani mwenyewe uipende. Kwa sababu utakuta wakati mwingine unaweza kumwambia wewe achana na mambo yako ya Kiswahili hayo. Mm. Yaani tunaona unaanza kudogosha kumwona Kiswahili mtu ana namna gani? Mm. Kwa hiyo kwanza sisi wenyewe tukipende, tukizungumze na sisi tukizungumze hivi hivi tuzungumze kwa ufasaha. Mm. Lakini tuweze kupiga hatua zaidi turudi hata chini huko kwa shule za awali kuendelea kuwafundisha vizuri vijana wetu wakadiri wanavyokuwa wanavyokuwa, wanavyokuwa wanakifahamu vizuri lugha ya Kiswahili na baadaye wanakuja kuwa mabalozi wazuri kabisa wa lugha ya Kiswahili kuzungumza popote pasipo kuona haya na vitu kama hivyo mm -hmm. Na kama una neno la Kiswahili na linakutatiza, ah, Philip <laughs> Philip Mwihava uh, kupitia ukurasa wake mm. wa Instagram at Philip Mwihava. Naweza kumwandikia huko na akakupa tafasiri halisi ya ile neno, akiwa na mzee akiwa na Oni Sigala pale mwariri mm. eh, mwandamizi Mwariri mwandamizi. Eh, kutoka mm. Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Naam. Akakupa kinaga ubaga tafasiri halisi ya neno hilo la Kiswahili mm. Kwa mantiki haya ambayo tumeyazungumza kwa sababu tupo kwenye tasnia ya habari. Naam. Nguvu ambayo tuko nayo vyombo vya habari umefikiri mm. tumeiweka ipasavyo mm. kwenye kukifanya Kiswahili kiwe na tija kubwa zaidi ukilinganisha na hali halisi ya nguvu ya teknolojia na masuala mengine mm? Bado mimi naweza nikasema, bado kwa maana kwamba tanki fuatilia vyombo vya hapa nchini Tanzania vingine mm. watu wanachanganya sana lugha mm. lugha ya kigeni na hapa, hata ukizungumza kati m Kiswahili mm. kinakuwa taa kwa mtu ambaye anataka kujifunza kupitia chombo fulani mm hawezi hata kukuelewa mm -hmm. kwa sababu ya matumizi yako ya lugha ya Kiswahili na vitu kama hivyo. Kwa unaweza kasema ni bado kuna kuchanganya changanya sana lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili wakati tunapowasilisha maudhui yetu kwenye vyombo vya mm -hmm. habari. Kwa hiyo nawasitu wanahabari wenzangu mm -hmm. ukipata na wewe vile vile, ujaribu wakati unawasilisha mada zako, utumie Kiswahili vizuri, kwa kuhamasisha hata na wengine wanaokufuatilia kujifunza zaidi kutoka kwako akasema bado, ingawa nafasi bado ipo, tuendelee tu kukazania zaidi e, na kujifunza lugha ya Kiswahili kukitangaza vizuri hmm. na mambo tu yatakuwa vizuri ukiachana hmm. okay, na kile ambacho unakifanya unakifanya. Mmoja ya mtu ambaye watu walikuwa wanamshangaa hmm. kwa sehemu ya mazungumzo yake ambayo alikuwa akiyatekeleza hmm. ama akiyafanya kwenye mitandao ya kijamii hmm. ni Joram Mkumbi hmm. ambapo alikuwa anazungumza lugha ya Kiswahili na maneno ya Kiswahili mm. Lakini jamii kubwa ya watu wanashangazwa kwamba yani, wanaona ni kama kitu kigeni mm. Tafasiri ya hiki kitu maana yake ni kwamba kuna maneno ama lugha ya Kiswahili kwa asilimia kubwa mm. kwa sisi Waswahili wenyewe mm. hatujaitambua ipasavyo mm. ama tafasiri yake ni nini? kwa maana yale maneno ambayo unakutana Yes. Eh. Eh. Eh. Kiswahili. Kiswahili eh. Hii itakuwa vipi? eh. kwa sababu, mi mwenyewe bado najifunza jifunza, ndio maana mana najiita mwanagenzi. Ni mtu ambaye mm. <coughs> yupo sehemu, yani kama nyapala vile yupo mm. mm. <coughs> sehemu, lakini we mwenyewe bado unafundishwa vile vile kwa na mi mwenyewe wakati mwingine nashangaa mm. kama yu nafu shangaa mm. hivi eh, ni Kiswahili, lakini nataka kuiweka sawa kwa kile ambacho mimi nafanya, na oni sigala labda mm. na kwenye mitandao kijamii, watu wengi wanauliza hivi, mnafanyaje inakuwaje, mm. mnakaaga studio mnafanya hivi, mnatoa wapi maneno mm. na vitu kama hivi. Kama utaniruhusu bila hata hayo kabisa, aha mm. yale hasa tunasikiliza sana mtaani, tuna mm. sehemu tunakaa na mzee wangu h tofauti tofauti mm. tuapatia story tunayasikia mtaani kwa wakati mmoja mm, unalisikia hilo neno hilo hilo kwenye kamusi lipo tulifanyie kazi mm -hmm. kwa hiyo sisi tunasikiliza sana maneno yanayotokea mitaani mm -hmm. ambapo watu pasipo kujua wenyewe hawajui kama lile lipo kwenye kamusi kwa mm -hmm. sababu kuna kamusi za aina tofauti za miaka tofauti tofauti, wanazo pale BAKITA wanaanza kwambia mm, ile neno ilo neno lipo, lakini wao utakuta wanamaanisha vitu vingine kabisa, kama ule mfano tukautolea, na sio mfano mbaya, kwa tunazungumza mfano wa neno kunyandua Kunyandua, kunyandua mtaani, hilo neno lipo naam. Na inawezekana sehemu ya watu wengi wakawa wanafikiria tofauti mm. Eh, wengine kunyandua eh, kunyanduana yani mm. eh? lakini tukija <laughs> eh, kunyandua. Eh, tuje sasa kwenye lugha ya Kiswahili ile neno lina tafasiri gani? Mm. kunyandua naam mm. Eh, pamoja na hilo hilo kunyandua sasa mm, tulivyokaa tukazungumza tukavidadavua mm, vizuri kupitia Clouds FM ile mistimu ya umeme mm. Tunaita nguzo ah, nguzo, yeah, <laughs> nguzo. Yeah, ama hata katika ukuta na mm. vitu kama hivyo yale, yani, matangazo yanavyobandikwa mm. yakishapita muda wake mm. kwa ukienda kuyatoa pale vap tunaenda kunyandua. Kwa hiyo kitendo cha kutoa tangazo ambalo lilibandikwa kwenye enye kwenye ukuta, ukilichana ukilichana ama ukilitoa sha, ile ndio kunyandua. Kunyandua kwa tafasiri halisi ya neno Kiswahili, sawa daktari. Kunyandua nimeliondoa pale, tofauti na hii sasa ambayo ulikuwa unaisema hapo, unasema hivi <laughs> <laughs> Hey, hey, <laughs> kabisa kabisa, kwa hiyo unakuta vitu kama yes. Hivyo kwa hiyo tunawasikiliza mtaani wanasemaje, alafu mm. Tunaleta kwenye, kwenye, kwenye kamusi nayo inasema vipi basi tunaiweka watu wanaweza kusikia wasema, ala, kumbe mm. hivi na hivi, hivi na hivi basi. Vingine kwenye mitandao ya kijamii wanatuandikia bwana, hivi na hivi na hivi eh hivi, mkaza mjomba sijui ni nani, mkaza sijui nani, basi hivi tunavizungumzia, hususan pwani tunaitumia sana mkaza <gibit> mjomba, unaona. Uh, sasa eh um, <gibit> uh, labda uh, kwenye Kiswahili uh, inapaswa kuwa hivyo ama haipaswi kuwa hivyo kabisa. Sawa, pengine uahia wako la mwisho ni lipi kwa hadhira ambao wanatufuatilia hivi sasa Central Cloud TV kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili ambayo inaendelea kukua uh, na kukua kwake tumeshuhudia, kama mm -hmm. hivyo utambulisho rasmi wa UNESCO kuitambua, mm -hmm. inakwenda kutumika mm -hmm. lugha ya Kiswahili, kati ya lugha nyingine ambazo pia zinatumika. Mimi nafikiri, hasa kwa wanahabari wenzangu, kuweza kwanza kuichangamkia lugha, wasione wa tu hiki kitu kinaenda hivi na hivi, unaona kama walivyosema umoja mataifa na mm -hmm. vitu kama hivyo mm -hmm. wanaanza kuitambua. Kwa hiyo ina nafasi kubwa sana, ni kuichukulia maanani zaidi katika kuifuatilia, kuizungumza na hata tunapowasilisha simulizi zetu inaweza mm. ikaa katika magazeti, unaandika unaandika Kiswahili chako vizuri kabisa, mtu anapata ile ladha ya lugha ya Kiswahili, na tunavyozungumza kama hivi kupitia radio ama television unatumia Kiswahili kizuri kabisa. Unajua wakati mwingine wazee wazee, wazee wetu wa zamani mm. wakiandikiana barua ukiona isomo, unaona kama unamuona yuko pande wa pili kwa namna alivyoandika, eh, wa zamani wakiandikiana barua eh, eh. tofauti na hivi sasa mm. jinsi kinavyo Banango, mm. herufi zile, sasa za x meko, mm. sasa sasa, yani mbili, yani kwa kosu, yani kina banango, banango hasa kwenye mitandao ya kijamii, ndio maana hata mm. taalamu wa lugha ya Kiswahili kwa hivi sasa wanataka wajikite hasa katika mitandao ya kijamii kuwafuata vijana zaidi kuzungumza nao ili nao kule waweze kutumia maneno mazuri kabisa ya Kiswahili. Kama unavyojua vijana wengi wapo kwenye mitandao ya kijamii, mm. na ukiwa unazungumza kama hivi Kiswahili hivi Kiswahili hivi unawafuata na vijana ambao ipo kundi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, unazungumza nao, mnaongea nao Kiswahili. Kina fursa bwana, kama nilivyokuambia eh, mm -hmm. Michongo ipo, unatoka unarudi. mm -hmm. Unatoka unarudi, unakutana na watu, unaijua dunia vile vile ilivyo. mm -hmm. Philip Mihava, nikushukuru sana kwa wakati wako brother, shukran sana, sana, na wakati mwingine tukikuhitaji, tafadhali mm. usisite kukaribia, karibu sana. Haya tunaweka nukta na leo tulikuwa tunaangalia namna ambavyo Kiswahili kinachukua nafasi kubwa limwenguni na, uh, sehemu pia tangazo rasmi. Kwa muda uliopita hapa, tumesikia namna ambavyo uh, UNESCO kwa wiki iliyopita ilitambua lugha ya Kiswahili uh, kuwa ni sehemu ya lugha ambayo itatumika kwa uh, kwenye mazungumzo, lakini kwenye majadiliano, kama lugha rasmi. Wewe kwa nafasi yako ulipo, namna gani ambavyo unaongeza ufanisi na kuwa balozi mzuri wa lugha ya Kiswahili? Lugha tamu sana, lugha adhimu sana, lugha ambayo bila shaka unaitumia pia kwenye sehemu ya mazungumzo na majadiliano yaliyokuwa natija mimi Nukta, wanasema huu si wakati wa mnyonge msonge, ni wakati wa haki sawa kwa wote. Haki yako ya msingi ni kutekeleza wajibu wako wa kutumia lugha ya Kiswahili kila pahala na kila sehemu ambapo unakwenda. Nimshukuru sana sana sana ndugu yangu Abel Mponela, lakini bila kumsahau pia JB Kazumba, Hussein Miayo, bwana Sam kwa eh, kuhakikisha mambo yote yanakuwa sawa Joyce Mahuta, Ochu camera operator ambaye kimsingi amehakikisha kila kitu pia kimekuwa sawa zaidi, na nimshukuru pia Uh, Philip Mwihava ndugu yangu ambaye kimsingi amecheza uh, nafasi kubwa sana siku ya leo. Mimi ni Ali Kashmiri, unaona hapo kuna jambo, na kama utafika utaniona, ni kutakia usiku mwema. Kiswahili kila pahala, Kiswahili lugha tamu, na uwe balozi mzuri wa kuzungumza lugha ya Kiswahili. Usiku mwema.